Mlango wa ishirini. Hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya wakati watokapo wafalme kwenda vitani Yoabu akawaongoza mashujaa wa jeshi akaiteka nyara nchi ya wana wa Amoni akaja akauhusuru Raba lakini Daudi akakaa Yerusalemu naye Yoabu akaupiga Raba akauangamiza kisha Daudi akamtwalia mfalme wao taji toka kichwani pake akaona ya kwamba uzani wake ni talanta ya dhahabu, na kulikuwa na vito vya thamani ndani yake, akavikwa Daudi kichwani. Akazitoa nyara za mji nyingi sana, na hao watu waliokuwamo akawatoa, akawakatakata kwa misumeno na kwa sululu za chuma na kwa mashoka. Ndivyo alivyofanya Daudi kwa miji yote ya wana wa Amoni. Nao wakarudi Yerusalemu, Daudi na watu wote. Ikawa baada ya hayo, kulitokea vita na Wafilisti huko Gobu. Ndipo Sibekai Mhushathi alipomuua Safu mmojawapo wa Warefai, nao wakashindwa. Kulikuwa na vita tena na Wafilisti, na Elhanani mwana wa Yairi akamuua Lahmi ndugu ye Goliathi Mgiti, ambaye mti wa mkuki wake ulikuwa kama mti wa mfumaji. Kulikuwa na vita tena huko Gathi, ambapo palikuwa na mtu mrefu sana mwenye vidole vya mikono na miguu ishirini na vinne kila mguu sita na kila mkono sita, naye alizaliwa na Mrefai. Naye huyo alipowatukana Israeli, Yonathani mwana wa Shama nduguye Daudi akamuua. Hao walizaliwa kwake huyo mrefai wa Gathi, nao wakaanguka kwa mkono wa Daudi na kwa mkono wa watumishi wake.